Hello guy, I'm a guy SP from EX2 Kenya Music. So another channel kilimo na biashara, nimekuja kuonyesha design ya kuweka lime kwa um, kwa mchanga. So ukiona hii ni lime, najaribu kuweka, hisi ni capsicum nimepanda jana, inafaa nifanye design ya kuangalia before uweke trenching. Unaangalia shambako kaiko na bakteria, unakuja unaangalia kitu kama hii mchanga. So hii kiangalia hivi vikuambia kaiko na shida, lakini lakini we mwenyewe ukiangalia mmea wako ukianza ku unapata kuna ba, kuna bakteria fulani kwa mchanga kuliko ungangana tu, unapiga rodasim nini ku trench, hiyo ni ku cost more. Lakini ukichukua kitu kaa lime ama chipsum unakuja una unaangalia hivi unaweka juu ya kila kwa shamba yote full ama uweke kwa bed. Itatipendi vile utataka, mfukako ndio utakupeleka vile utataka, unezeka ukipanda ama ukishapanda boris malise four days, sababu mizizi itaku ishaanza kunyonya hiyo nini inaitwaje, hii acidic ya ugonjwa. so ukiangalia hii hii ni red night capsicum, then hii ni vairo ingine DRD, alafu hiyo ni patian. Nimepanda type tatu vairo tatu kwa shamba moja. So kitakuangalia about this bacteria, unasuia, unakuja na gipsa at least ndo uwakwe mesako sikiwa ndogo Siki cross isiliwe, sisiliwe na wale wadudu. Infection unakuja tu na hivi. So ukiweka hivyo, utafungulia maji yako ianze kunyonya. So hiyo nini viral ugonjwa yote inaanza sasa kufa, sababu ya asidi mbili itakuwa imepatana. So guys, ukitaka more lesson kwa channel, unaweza kuja to my page. SP Sumu, YouTube. Subscribe, like na ushare, na maswali mengi about maugonjwa madawa vilinafaa fanya trending kila kitu, utakuja upate hapo kwa channel yangu, utanipata TikTok at SP Sumu, YouTube SP Sumu, Facebook SP Sumu, SPPPS Sumu, we ni SMS uliza swali yako yote, kama nitaka kuanza ukulima kama ushaanza unaweza kuja ujoin nitakuonyesha kila kitu ile kitu unahitaji. Ami your guy SP. And subscribe, like, share, and comment.